Kwani wewe ndo bingwa kutembea na mademu za watu. yaani mimi nagaramia mwanangu natoela angu mtumba anapendeza kama namna hiyo afu nakuja kuchukua mwanangu kitonga kabisa au vipi babu yangu, unachukua mi boya au vipi, kwa kweli bloa mi sijui chochote. mama nimetoka kumnunua tu hapo hivi ndo nilikuwa naelekea naye maiskani kwa hiyo mambo mengine mi siajui Unaongea kishujaa kabisa yani, mwanangu, unajiamini, yaani ile ile unajichukulia e mwamba au vipi? Umeshinda yani, wewe mshindi yani, astopa oh, chukua vyetu tuondoke. Mwana wae, tulia wewe, shamba aafu wewe mzuri tu yani, anayo shangazi, tulia hivo hivo

kwa lengo kuu kwa na kutaka kuzungumza na wewe kutokana na hizi changamoto ambazo zimejitokeza hapa siku kadhaa zilizopita nyuma. Kiukweli nimekaa nimefikiria sana, na ukizingatia nimejifunza kutoka na mambo ambayo amenikuta na ja, nikaona ni vyema nikae na wewe tuwezungumze, mke wangu. Wahenga wanasema kuwa muungwana akikosea ni vyema kuungama na kuomba samahani. Nikiwa kama mwanaume ambaye nimejitambua sasa hivi, naomba nichukue nafasi hii nikuomba samahani, mke wangu, kwa yoyote aliyotokea okay, yaliyotokea maana sikuwa mimi, ni mipango tu ya Ibilisi na Shetani. Namshukuru sana Mungu, Yuzu, kwa sababu amefanya wezi kutambua makosa yako Uzo, na uweze kujua hapo unakosea ili weze kujirekebisha. Nakupenda sana Yuzo, mme wangu, na ndo maana muda mwingi huwa najitahidi kuwa mke bora kwako na sio bora mke. Niliamini na niliweka imani ndio Mungu wangu kwamba ipo siku utabadilika mme wangu, na utarudi kuwa yule Yuzo wangu. nitoe shukurani kwa uwelewa wako. Umekuwa mwanamke jasiri sana, sio leo wala sio jana, bali ni siku zote za maisha yetu. Nilikuwa nakunyanyasa bila kujua kuwa nina dhahabu ndani ya nyumba yangu, lakini kwanza, sasa hivi mke wangu, nimejua ni zaidi ya almasi na nakupenda pia Lakini naomba usinichoke, mimi ni mume wako, na ndo maana ulikula kiapo kuwa utaishi na mimi siku zote za maisha yako. Kwa hiyo usinichukie, kama umenisamehe naomba unisamehe leo, kesho, hadi kesho kutu. Kwa Mwenyezi Mungu nitajirekebisha na nitaachana na ujinga wote ambao nilikuwa na ufanya hapo nyuma, naomba unisamehe mka mimi nimekusamea mume wangu, wala usijali kuhusu hiyo. Nakupenda sana Yuso. Nikupenda pia mke wako. Karibuni sana asante washemeji. Kiukweli mi mpaka dakika hii sijaelewa. Mke wangu hapa aliniambia kuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, lakini cha ajabu, tumekuja kwako, wametupima kwa, hatujakutwa na maambukizi yoyote, yaani namaanisha mimi na yeye. Sasa sijajua, yani shida ilikuwa ni nini na tatizo zilianzia wapi? Mi sielewi kuna thamani mume wangu, kwa sababu nilikudanganya. Karibu sana na leo, nataka nikupe mbinu ya pili. Nina uhakika kabisa hii lazima itakwenda kufanya kazi vizuri, japokuwa ni hatari, lakini ni salama. Mdanganya mume wako kuwa umeathirika, yaani namaanisha mwambie una virusi vya ukimwi. Ukisha fanya hivyo, majibu utayaona. Kiongozi unasi itakuwa ni sahihi kweli? ya ni sahihi sana, japokuwa ni hatari, lakini ni sahihi zaidi. Wewe jaribu kufanya hivyo. Alafu utakuja kunipa majibu, mume wako amebadilika au hajabadilika. Na vipi kuhusu ndugu zangu, marafiki na watu walionizunguka? Vipi kama wakiamini kuwa nimeathirika kweli, unadhani watanielewaje na jamii tanichukuliaje? Usijali kuhusu wa marafiki zako, sijui majirani na watu wengine wote wawekuzunguka, kwa sababu hii haufanyi kwa sababu yao unafanya kwa ajili ya kulinda ndoa yako. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie sana ndoa yako na si vitu vingine, lakini kwa upande mwingine pia itakusaidia kujua yupi rafiki wa kweli, au aina ya watu waliokuzunguka ni watu wa aina gani, wanaweza kuwa na wewe kwenye shida na raha, au ni kwenye raha tu peke yake. Basi sawa, mimi nimekuelewa kiongozi, nitajaribu kulifanyia kazi. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Naona na Biblia, unaenda kanisani yo? Ndiyo, nilikuwa naelekea kanisani ila nikaona nije mara moja, ili tuweze kupata muda wa kuongea. Wala nikwambia kitu, amini usiamini, kuta za hospitalini zinasikia maombi mengi sana kuliko hata kuta za kanisani au msikitini. Haya, nikutakia ibada njema. Siku njema. Karibu dadao. Lakini vipi? Kwema utokako kako? Mm. Asante kaka lakini kiukweli nitokako sio kwema kabisa. kama nilivyokueleza kwenye simu kiukweli, kaka Miango amebadilika sana siku hizi, yaani sio tena yule Yuso ambaye mimi namfahamu. Yuzo amekuwa ni mkorofi, Yuzo hataki ibada, Yuzo yani, ni mtu wa wanawake pamoja na starehe. Yani, kuna hali fulani nimekuwa nikiipitia hapa katikati, kiukweli nantesa sana na kuna kaka mmoja wa kanisani nilijaribu kuongea naye, akanishauri kwamba nimdanganye mume wangu kuwa nimeathirika na virusi vya UKIMWI. Ila baada ya kumdanganya sasa mambo yakazidi kuwa moto, mume wangu akawa hataki tulale yote, hataki nimpikie chakula, hataki hata nimfulie, yaani hataki kitu chochote, ikawa ni matusi pamoja na masimango na vitu vingine ni aibu hata kukuhadithia, kaka yangu. Yaani ni aibu kwangu, siwezi hata kuongea. Mpaka kuna muda najiuliza, sio, nilimkosea wapi Mungu, na sijui nifanya nini ili mambo yote yakae sawa tikuwalinachanganyikiwa kaka. Kwanza ni kupepoya lakini pia hizi changamoto za kwenye familia kila mtu anazo. Hata mimi mwenyewe pia napitia changamoto kwenye ndoa, lakini changamoto ndio sehemu ya mafanikio. Hakuna familia ambayo inakosa changamoto changamoto. Kwa hiyo unatakiwa kuzivumilia changamoto na kuzisovu kwa namna ambavyo unaweza. Tukija kwenye swala lako hilo, yani kiufupi ni ngumu sana kulitatua swala lako kwa njia ambayo unaitaka, kwa sababu kwa professional yangu mimi ya udaktari ni kosa la jinai kumdanganya mtu maradhi ikiwa yeye haumwi kwa ye. Kwa hiyo profeshon yangu mimi inanidai kimsingi, siwezi kufanya hiyo swala kwa sababu nitakuwa nakiuka misingi ni ya taaluma. Kwa hiyo sitakiwi kufanya kitu ambacho e, kitaaribu profeshon yangu. Mbali ya hayo yote lakini pia ninaweza nikatumia unasihi ili kukupa ushauri ambao utakusaidia, lakini pia katika hili mimi nikwambia, tunaweza tukatumia njia tofauti na hiyo ambayo unaitaka kuhakikisha kwamba tuna resolve, nikimaanisha tunaweza tukatumia upande wa pili ku resolve hili swala. Tunatumiaje upande wa pili? Mimi cha kukushauri, nenda nyumbani, kaa na mumea, zungumza naye kwa kina, mshawishi vile itakavyoweza, ili kwamba muweze kuja nyumbani tuzungumze tujue tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba hili swala linaisha kabisa. Nikimaanisha, kamshawishi mumeo aje tukafanye vipimo pale kazini na kazi, nikimaanisha hospitali. Tumia njia ya namna yoyote onayoza wewe, ili tu mumeo akubali, ili tuweze kulifanya ii, na naamini atakubali, atakubatituok okay? saapaka lakini unahisi hisi njia itakuwa sahihi na unadhani Mungu anaweza kunielewa katika hili? Mm, kwa hali ya familia yako na mumeo najua kuna ugumu fulani, lakini wewe ni mwanamke, jitahidi kutumia wanamke wako kumshawishi, na mimi naamini ili swala tutakavulisovu tutasovu tu kwa aina ambayo tutaweza tutasovu katika ubora ambao yeye mwenyewe hatwa mwenye. Kwa hiyo sasa unatakiwa kutumia mwanamke wako kujaribu kumkomvisi kwa kila namna utakayoweza, na mimi naamini atakubali. Asante kaka, asante sana kwa ushauri, nimekuelewa ndugu yangu. Ausia mimi ni kaka akoba ba lazima inaakitisha ndoa yako na furaha na amani myesinajie, tumebaki wawili hmm? ajiangi Lakini kimsingi nilifanya yale yote ni kwa ajili ya kuokoa ndoa yangu, lakini pia namshukuru sana kaka kwa ajili ya ushauri wake, kwa sababu bila ya yeye nasi nilikuwa nenda ni kuchanganyikiwa mume wangu. Lakini pia naupenda sana mume wangu na yale yote aliyopita ya nadhani amepita, kwa hiyo tunze maisha mapya tu mume wangu. Kwanza kabisa naopepongezi kwa kuitikia wito angu, na lengo la kufanya hivi ni kwa ajili ya familia yenu, ni kwa ajili ya nyinyi wawili kwenye ndoa yenu. Kwa hiyo nilikutana na dada, alikuja kwangu palefusii, akaniletea shida zake, akaniambia kile kilacho msibu, nikamwambia, kwa taaruma yangu mimi audaktari ya ni kosa kisheria kufoji au kumsingizia mtu anaumwa ugonjwa fulani au maradhi fulani. Hivyo nikamwambia ili kulisovu hili swala, anatakiwa aje na wewe, mje wote wawili, ikiwezekana tucheki afa zenu, tufanye vipimo. Mwisho wa siku ndo kitu alichokifanya. Kwa hiyo lengo sio baya, lengo ni kuhakikisha kwamba mnaishi kwa amani kwenye ndoa yenu, na hicho ndicho nilichokifanya na majibu alivyotoka nadhani kila mtu ameyaona, unaelewa bwana. Majibu ni safi, kila mtu uko safe, hakuna yoyote ambaye ameathirika na virusi vya UKIMWI. Hivyo ndoa yenu ipo salama, hongereni. Pia katika hiyo mimi niwashukuru tu, ni kushukuru wewe pamoja na mke wangu, lakini pia nichukue nafasi hii kumwomba samahani mke wangu Unisamehe sana kiukweli, bwashemeji, haikuwa intention yangu. Yani namaanisha sikuwa vizuri, nahisi ni shetani tu alinipitia nikawa nafanya yale yote, lakini kiukweli, kiukweli, kiukweli nimejifunza kitu kikubwa sana kwenye hili. Na nikuahidi tu, nitabadilika, nitampenda mke wangu, nitaijali familia yangu. Kwa hiyo kwenye hilo bwashemeji, usiwe na shida, usiwe na wasiwasi, na mimi mi ni yuzo mpya ambaye nimebadilika. Okay, bwana Shemu, mi nadhani umenielewa. Lakini bwana Shemu, wakati mwingine tutembeleane kwa lengo la kusabaiana na sio matatizo tu ndio yatukutanishe. Kwenye hilo usijali. Hilo limeisha. Nitakutembelea kadri niwezavyo, nikipata nafasi. Inshallah, tumwombe Mungu tu atubariki, atupe uhai.